Greetings everybody, mambo vipi? Mimi naitwa Seria Mvungi na hii ni Ayo TV Entertainment. Walter Chilambo ni moja kati ya wasanii wa Bongo Flavor ambao hawajatoa nyimbo kwa muda mrefu sasa. And I remember well kwamba back then rumor had it kwamba Walter anaacha mziki wa Bongo Flavor na ku switch kwenda kuhamia kwenye mziki wa gospel ama mziki wa injili. So Ayo TV ikamtafuta Walter Chilambo kwenye exclusive interview na kumuuliza: Is this true? Nini kimesababisha amebadilisha mawazo kwenye Bongo Fleva hizi saizi, kiukweli sina plani yoyote, yaani sina plani yoyote kwa sababu plani yangu sasa, nataka ku switch nifanye kitu kingine. Haimaanishi um, kwamba naukimbia mziki wa Bongo Fleva. Na nauweza vizuri sana. Na, na uweza vizuri nafikiri, na watu wanaelewa pia talenti yangu. Nimeamua kufanya hivyo kwa sababu kila mtu, wasanii siku hizi wamekuwa wengi sana, nafikiri. Unaona, kila siku anaibuka wasanii wasani, wengi wasani, wasani, wasani. Sisemi kwamba nastaafu hapana, hakuna kitu ilicho. Inawezekana pia hata bongo fleva pia inawezekana pia ingenilipa pia lakini nafikiri ni maamuzi tu ambayo mi nimeamua tu nifanye huku, so na imani pia, sifanyi kibiashara sana, lakini na imani nitapata ni, ni, kitu chochote kwa ajili ya maisha yangu pia. Nini kimesababisha amechange his mind? Okay, msikilize Walter Chilambo kwenye exclusive interview na IOTV. Um, inatokea ujue inatokea na, na, na, makundi ya watu ambao pia anakuwa nayo mimi na, na mimi ni mtu fulani sio kujichanganya sana kwenye makundi vijana vijana wa uni wa uni sijui nini, kutokana na mimi nilivyo. Kwa hiyo ni watu wazima ambao nakuwa nao, tunakaa tunashauriana, tunafanya kitu fulani marafiki wa, wazuri kwangu wananishauri vitu kama hivyo. So nimekutana na wengi pia, hata hata makanisani pia huwa nakaa sometimes, unakutana na kasa, wachungaji au nini, mtu anakuambia bana, kwa nini usifanye kitu kama hiki hii nao pia ina faida, hii nao iko hivi. Kwa hiyo nikuwa tuna ile hofu ya Mungu na mwenyewe najikuta kweli, bwana, mbona nikifanya hivi pia kuna mafanikio, watu wanafanikiwa, wanafanya vitu kama hivi na wanakuwa watu wakubwa na wana maisha yao mazuri, so nimeona ni kitu kizuri pia, toa nikaamua kitu kama hicho. You heard him. Kwa story nyingine ni kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Bila Dayo. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat, everywhere ni jina hilo hilo moja la Bila Dayo. Kama hauja subscribe itakuwa vizuri sana. Kama utabonyeza red button unaiona hapo chini, utakuwa mmoja kati ya watu wa kwanza kabisa, ambapo sisi tukipost chochote utakuwa wa kwanza kuona. Mimi naitwa Asteria Mvungi, asante.